ya maadhimisho ya uhuru wa Tanzania bara zitumike kupanua barabara ya Ali Hassan Mwinyi kuanzia eneo la Mwenge hadi Moroko. Kazi hiyo imeanza kutekelezwa mara moja. ITV imeshuhudia matingatinga yakianza kusafisha barabara hiyo kuanzia eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam, ambapo baadhi ya wakazi wamesema kuwa hatua hiyo inaonyesha jinsi ambavyo Rais Magufuli alivyo mkweli na mtekelezaji wa maamuzi yake. Swala la kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa jinsi anavyotekeleza ahadi zake kwa vitendo, maana aliahidi kwa kauli yake mbiu yake kwamba hapa ni kazi. Kwa hiyo kwa hali hiyo anaonyesha ana, ana, ana kwamba ni, ni dhahiri kwamba amedhamiria kufanya kazi na alivyotangaza kwamba zile hela ambazo zilikuwa zitumike kwa ajili ya masuala ya uhuru zimehamishiwa zime katika barabara hii, ni jambo zuri. Kwa hiyo ni kumpongeza na tumwombee Mungu kama yeye am, am, ambavyo amekuwa akisisitiza kwamba tumwombee ili afanye kazi kwa ufanisi, kwa mambo anaofanyia Magufuli hivi. Kwa mimi faraja yangu ya, sina cha kumpa zaidi ya kumwombea ampe maisha marefu, amwongezee nguvu zaidi, sababu ntumona jana katuahidi kama kuna fungu fulani natolewa kwa barabara, na kweli leo chaanza kama unavyoona hivi, magredi ashaanza kazi zake. Mbona bwana raia wana wengi wanafurahi kwa kazi zake, atujumuika. Mungu atujalie atupe rais tena mwingine atokuja, wewe kama huyu. wale wajanja wajanja wale awaweke pembeni e, sisi watanzania Tumechoka na mambo yanayofanyika. Kama hii hela ilikuwa inaliwa, lakini ukaja kaibadilisha, leo tunaona hela inakuja kufanyika kazi. Kwa hiyo Magufuli naamini kabisa itendea kazi, ni mtu ambaye anafanya kazi vizuri sana, ila sasa japokuwa anatengeneza barabara kwa sisi wafanya biashara kwa hapa wa Mwenge inabidi barabara ipite, tunakubali kweli, kipite inakuwa ni vizuri sana, itatusaidia na sisi pia. Ila angalia sisi sijakatufukuza kama sababu kutengeneza barabara a, machinga tukaanza kuondoka hapa Mwenge. Na maana tutapata nafasi nyingine ya kutafutia riski, maana hapa ndio kila kitu ndio tunafanyia riski, na rais wetu katoa amri hiyo, basi tunashukuru, barabara kitengenezwe, itakuwa vizuri sana.